Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais mpya wa Syria Ahmed Al-Shara mjini Riyadh nchini Saudi Arabia, huu ukiwa mkutano wa kwanza kati ya wakuu wa mataifa hayo mawili kwa kipindi cha miaka 25 na uliofanyika muda mfupi baada ya Trump kutangaza kuwa Marekani ingeondoa vikwazo vyote dhidi ya Siria, hatua muhimu wa kuondoka katika sera ya miaka mingi ya kuitenga Siria ya kidiplomasia. Mkutano huo uliofanyika kabla ya mkutano mpana kati ya Marekani na nchi wanachama baraza la ushirikiano la Ghuba. Picha zikionyesha kwenye televisheni ya taifa Saudi Arabia, Bwana Trump na Al-Sharaa wakipeana mikono huku mrithi ufalme Mohammed Bin Salman akiwa kati yao. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alijiunga nao kwa njia ya mtandao. Trump alitumia fursa hiyo kumuhimiza Al-Sharaa kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel na kujiunga na mkataba wa Abraham, makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani na yaliyowahusisha Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel mwaka 2020. Saudi Arabia mshirika wa muda mrefu wa Marekani na mpatanishi wa mkutano huo, imekuwa chini ya shinikizo kujiunga na mkataba wa Abraham. Hata hivyo, ufalme huo umesisitiza kuwa hautaanzisha uhusiano na Israel hadi taifa la Palestina litakapoundwa. Trump alizungumzia suala hilo Jumanne, akisema Saudi Arabia watajiunga kwa wakati wao wenyewe. Licha historia tata rais mpya Syria ambaye hapo awali alikuwa mwanamgambo aliyohusishwa na kundi la kigaidi la kitakafiri la Al-Qaida na kufungwa na majeshi ya Marekani nchini Iraki kwa miaka mitano, Trump alisema uamuzi wa kuondoa vikwazo umechochewa na mabadiliko ya kimkakati na msaada kutoka kwa washirika muhimu wa kikanda, akiamini Syria inastahili nafasi ya kujijenga upya. Maafisa wa Israel walikuwa wamewashauri kwa faragha Trump kuendeleza shinikizo dhidi ya Syria, wakionya kuwa historia ya Kiislamu ya al-Sharaa inaweza kuwa tishio kwa usalama wa taifa hilo, lakini Trump alipuuzilia mbali hofu hizo, akisema kuwa kushirikiana na nchi za eneo hilo ndio njia bora ya kuleta utulivu kwa Syria na kupunguza ushawishi wa Iran. Kuondolewa kwa vikwazo ni hatua ya kipekee kwa Syria ambayo imekuwa chini ya vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani kwa miongo kadhaa kutokana na kutaja kwake kama mfadhili wa ugaidi wa kimataifa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoongozwa na aliyekuwa rais Bashar al-Assad. Mohamed al-Sharaa alichukua madaraka mwezi Disemba baada ya mashambulizi ya ghafla ya kumng'oa Assad kutoka Dimeshkas. Hatua hiyo inatarajiwa kufungua milango ya uwekezaji wa kigeni na kuhusisha upya mashirika ya misaada ya kibinadamu ambayo kwa muda mrefu yamewekewa vizuizi vya kifedha na kisheria. Wachambuzi wanaamini kuwa hii inaweza kuwa hatua mabadiliko kwa ujenzi mpya wa Syria baada ya vita. Hata hivyo, mvutano umeendelea kushamiri katika eneo hilo hasa kati ya Syria na Israel tangu kuondolewa kwa Asadi, Israeli ikiongeza mashambulizi ya kijeshi kusini mwa Syria ikilenga kile inachokiita kuwa ni vitisho vya Kiislamu. Jeshi la Israel limechukua maeneo ya kusini magharibi mwa Syria kuharibu silaha nzito za kijeshi na kutoa onyo kali dhidi ya uhamasishaji wa majeshi karibu na mpaka wake. Mnamo mwezi Machi, serikali mpya ya Syria ilikumbwa na changamoto kubwa wakati wafuasi wa Bashar al-Assad walipofanya wa mashambulizi ya wa kulipiza kisasi yaliyosababisha ghasia za kimadhehebu na kuuawa kwa raia mamia katika jamii ya Alawite, Marekani ikilaani vikali mashambulio hayo na kutoa wito wa utulivu na uwajibikaji. Mohamed Al Sharah, ambaye hapo awali alikuwa kiongozi wa tawi la Alqaida, alikana uhusiano wake na makundi ya kigaidi mwaka 2016. Marekani ilikuwa imemwekea zawadi ya dola milioni 10 kwa yeyote ambaye angeweza kutoa taarifa za kumkamata, lakini iliondoa tangazo hilo mwishoni mwa mwaka jana. Kupanda kwake madarakani kumekaribishwa kwa matumaini mseto na mashaka kutoka kwa mataifa mbalimbali mbali. Wizara ya mambo ya kigeni ya Syria imethibitisha kuwa Trump na Al-Sharaa walijadili ushirikiano katika vita dhidi ya ugaidi na juhudi za kuondoa makundi ya kijeshi yasiyo rasmi yakiwemo mabaki ya kundi la IS. Mkutano mwingine kati ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Makorubio na waziri mwenzake wa Syria umepangwa kufanyika Uturuki baadaye wiki hii. Ziara ya Trump mjini Riyadh ilianza ziara yake ya siku nne katika ukanda wa Ghuba. Pembeni mwa mikutano hiyo, Trump alisaini mikataba mikubwa ya kibiashara ikiwemo ahadi uwekezaji wa dola bilioni 600 kutoka Saudi Arabia na mauzo ya silaha yenye thamani ya dola bilioni 142 kwa ufalme huo. Takribani watoto 22 wameuawa katika ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi ya Israeli kwenye eneo la kaskazini mwa Gaza. Hayo ni kwa mujibu wa hospitali katika eneo hilo. Kwa mujibu wa hospitali ya mji mdogo wa Jabalia ni kwamba mashambulizi hayo yaliyofanywa siku moja baada ya kundi la wanamgambo la Hamas kumwachilia mateka wa Marekani tayari ameua zaidi ya watu 65. Kwa ujumla, Jeshi la Israeli IDF limekataa kutoa maoni kuhusu mashambulizi hayo, ingawa limeonya wakazi wa eneo la Jabalia kuyahama makazi yao likidai kuwa eneo hilo ni ngome ya Hamas na linatumika kuandaa mashambulizi. Hapo jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema hata kama Hamas ikiwaachilia mateka wake ambao bado inawashikilia Israeli itaendeleza mashambulizi huko Gaza ili kuwatokomeza Wanamgambo wa Hamas. Umoja wa Ulaya umeidhinisha orodha nyingine ya vikwazo dhidi ya Urusi na kuahidi kuendelea kuchukua hatua zaidi ikiwa Urusi haitokubali usitishaji wa mapigano huko Ukraine. Hatua hiyo mpya dhidi ya Kremlin ambayo ni duru ya 17 vikwazo kutoka Umoja wa Ulaya tangu Urusi ilipoanzisha operesheni maalumu ya kijeshi nchini Ukraine mwaka 2022 ilikuwa tayari mbioni hata kabla ya Marekani kuanza juhudi zake za upatanishi kati ya Urusi na Ukraine. Makumi ya maafisa wa Urusi wataongozwa makumi ya maafisa wa Urusi wataongezwa katika orodha hiyo ambayo tayari inayo karibu watu 2400 wanaokabiliwa na marufuku ya kusafiri na mali zao kuzuiwa. Haya yanajiri huku kukiwa na uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Rais Vladimir Putin na kiongozi wa Ukraini Volodymyr Zelensky nchini Uturuki siku ya Alhamis. Abuja, jeshi nchini Nigeria limesema washambuliaji wenye silaha wamevamia kambi moja ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuwaua wanajeshi wanne na kuwachukua wengine mateka. Afisa mmoja wa kijeshi ameliambia shirika la habari la AFP ba wanamgambo wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu tawi la Magharibi mwa Afrika kwa kifupi ISWAP walivamia kambi ya kijeshi ya RAN mapema siku Alhamisi katika jimbo la Bono karibu na mpaka na Cameroon. Kundi hilo pamoja na le la Boko Haram yamezidisha mashambulizi kwenye kambi ya kijeshi katika wiki za karibuni. Takriban watu 100 wakiwemo wanajeshi wameuawa katika mashambulizi mbalimbali ya mbali wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo toka mwezi Aprili.